I thought, I thought, I thought we admit jambo limetokea ambalo Watanzania wote tunajua jambo limetokea, limetokea jambo lililo cost lives. Sio vurugu yoyote ikitokea, there is a loss of lives tume, tume, tume nani wote, and then we are now busy, we are now busy tunataka, and at the situation ambako kuna mtu amepoteza mpendwa wake, sisi tunataka tuanze kuhesabu kama watoto wamezaliwa Mnataka tuanze kuhesabu kama mafanikio, guys? Mnataka tuhesabu kama magari lives za watu? Mnataka tuhesabu kama magari, guys? Watu wamepoteza watu, watu, watu, watu wapendwa wao. Mnataka tuhesabu kama magari? Na wengine wanataja tu, hayuko hata hapa, anasema ni watu hawa, yuko hapa hata hapo hayo, anasema tu ni watu hawa hapa ni idadi hii. Sehemu nyingine tunaona tunaona mili inawekwa, inawekwa pale nyuma yake, kuna magari plate namba hata si za nchi hii. Na na sisi kwa sababu kitu kikishakuwa mtandaoni tunakiamini kama kilivyo. Kuna sehemu mpaka taasisi ile ikaomba radhi kuposti kwamba hii picha si ya Tanzania, sisi tumeendelea tu kuona hivyo hivyo. Guys, why are we celebrating it Huku, huku mi naendelea na kwenyewe kukuona kama ni, ni kutaka kuimba wimbo wa aliyekuwa na lengo la jambo hili. Na mtu aking'ang'aniza kuwa, nikiona watu wanaingia na mabomu alafu wanang'ang'aniza kwamba wamekufa wengi, naanza kuhisi kama vile wanawaona, wanawajua waliowaua, wame ambaye hayuko hata hapa, amejuaje Guys, si mlikuwa, mnaona, mlikuwa mnaona hata nanyie ameanguka mmoja pale kaanguka hivi pale ka... Yes, we admit that vurugu hii has been with the loss of lives. Alafu wale wanao, wanao, wanaoonesha, wanaoonesha, wanaoonesha, hectares and hectares za watu wamelala wa, wa, wa, wa. Sisi sisi jamani, hivi hivi, do you know, hivi do you know, what does it mean watu watu, hiyo kama wale wanaotaja sutuwa kushuhudia ma, ma, ma, mambo ya aina hiyo kwenye nchi moja jirani. Do you know? Kwanza tu huwezi you, you, ukuwezi eh, eh, kwanza mji huu tu harufu yake ingekuwa eh, eh, hivi hi, unajua damu ya binadamu ilivyo, wanaongelea tu elfu eh, ngapi sii laki ngapi? Guys, tuwe makini, there, there is a, an economic war hapa kwenye nchi yetu hapa. I'm sorry if I've, I've, I've, I've been emotional lakini am I'm just trying to wear the shoes, najaribu na kuvaa viatu hivyo kwamba look how watu wanafanyaje celebration za jambo laainai. And then, na sisi kwa nini tunataka kupiki hiyo? Imagine kila mmoja aliyeguswa na jambo hili at a very family level, at a very family level na akaenda kumhifadhi mtu wake huku nako, kwa akaenda kwaiyo, naye akaenda. Kumbukeni kwa mfano, kumbukeni kwa mfano MV Bukoba, ndipotokea jambo la MV Bukoba. Kwa wale waliokuwepo, yani muwe shuleni muwe wapi, kwa hiyo meli moja kila mtaa kuna jambo. Hawa watu wanaonyesha hectares ende hectares, eti kwamba hey, guys let's be sincere, we admit kuna kuna jambo, loss of lives has happened, lakini let us respect it, lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves, na wote pia wanaoongelea jambo hili tuiface reality, pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions yanatokea vurugu. Yoyote ikitokea, tujiepushe. Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine, mmesema mmejiandaje. La kwanza, tunawaomba Watanzania, tunawaomba Watanzania, kila mmoja wetu tuwajibike, tuwajibike kuambizana never again We shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo ambayo nitasema eh, connections baadaye. Eh, wewe ukiwa ndo uko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa, kuna kunaweza kukawa na loss of lives, unasema tu basi nawaje tu hivyo hivyo? No, no, kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia rai yetu. Kwa Watanzania Sote tukatae tusirudishe tusiipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya, ya, ya, ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha neme, nimeunganisha na, na maswala ya, ya kupotea w vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu yana ina madhara mabaya Tusipeleke, ttukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo. Sasa kulikwepo lile swali linalosema mna evidensi gani kwamba ni economic sabotage na kwamba eh, kuna hivyo viashiria. Kiashiria cha kwanza nimewaambia, Tanzania ni mali ya Watanzania. Tanzania si mali ya chama chochote cha siasa. Tanzania si mali ya